2017 tumekuwa tukihangaishwa na hao hao wanaodai uchaguzi na hao hao wanaodai mamlaka wamekuwa wakituhangaisha kila uchao, kesi zisizoisha. Baraza kuu la Waislamu nchini SUPKEM limejitenga na migawanyiko ambayo imekuwa ikiripotiwa na baadhi ya viongozi wa Kiislamu. Akizungumza hapa jijini Mombasa, mratibu wa baraza hilo Sheikh Khamisi Mwaguzo amekanusha madai kwamba mwenyekiti wao Hassan Ole Nado hakuchaguliwa kisheria. Mwaguzo ametaja kwamba tangu mwaka 2017 wamekuwa wakiangaishwa na wapinzani wao ambao wamekuwa wakitisha uchaguzi, wakati ambapo baraza linatekeleza wajibu wao kulingana na katiba ya muda huo wote, ambao tangu Hassan Ole Nado wachaguliwe 2017 wanasema kwamba aliekwa, na washangaa wasema aliekwa, hakuwekwa Tulifata utaratibu na nidhamu ya katiba, lakini tangu 2017 tumekuwa tukihangaishwa na hao hao wanaodai uchaguzi na hao hao wanaodai mamlaka. Wamekuwa wakituhangaisha kila uchao, kesi zisizoisha kotini, huku rudi, huku nenda kule. Hapa sasa tutaangalia uchaguzi, tutaangalia omba kesi Kikatiba lazima tupambane na changamoto zilizoko mbele yetu, tumalizane nazo mwanzo, ndio uchaguzi utafatilize. Kwa upande wake, Sheikh Mukhdhari Kitami ambaye ni naibu mwenyekiti wa Baraza hilo kitaifa ameweka bayana kwamba licha ya kushtakiwa mara kwa mara, walifanikiwa kushinda kesi hizo, akisema kwamba watu ambao wamekuwa wakisababisha vurugu, wamekuwa na lengo la kusambaratisha maendeleo ya Baraza hilo watupeleka makotini, kwa hili kwa lile tukawashinda kesi zote na yote ni kutaka kuondoa ile progress mpaka accounts zikaja zikafungwa. Twaelekea haji, twahitajia pesa, accounts zimefungwa. Lakini pia tukashinda hizo kesi zote. Hata hivyo SUPKEM imewataka wote ambao wamekuwa na nia kushiriki katika uchaguzi wa baraza hilo kujiandikisha na kujisajili. Aidha, baraza hilo limetangaza miezi mitatu ijayo kutakuwa na uchaguzi wa SUPKEM mashinani ambao utafanyika katika maeneo bunge yote ya Kenya. Uchaguzi unafanywa na constituencies ambazo kwamba ni constituencies zote ambazo kwamba ziko ndani ya nchi hii, wanapitia kwenye sub county zao na kuna sharia zake ambazo kwamba watazipata katika ofisi zetu hizo. Three month coming. Tunaanza grass roots election, then uchaguzi wa kitaifa na kuja baadaye. Nikiripotia runinga Al Shifaa kutoka kaunti ya Mombasa, naitwa Joseph Lewa.